Ndio maana sema mtu atatambulikana kwa matunda yeah. Mti hujulikana kwa matunda yeah. Yeye Mungu ni Mungu wa amani anataka ila kae ndani yako, hakikisha siku zote una amani ndani ya moyo wako kwa yeah. sababu yeye ni Mungu wa amani. Tukitaka kujua Mungu yuko ndani yako, tuione amani. Amen. Tuone msamaha, hebu sema amina yeah. Tuone kuachilia, tuone furaha inakaa ndani yako yeah. Tuone unafanya kile Mungu anataka ufanye. Wewe ukasema mimi nitumikie Mungu wakati Mungu anataka utumike hivi, wewe unafanya tofauti, unasema mimi ni mtumishi wa Mungu. Ah, ili tujue Yesu yuko pamoja na wewe. Ni vile unafanya kile Mungu anataka ufanye, amekuagiza kufanya. Amen. Sasa cha ajabu ni kwamba tukiwa tunadhani yule mtu anakuta anadhani ana Yesu ndani wakati Yesu hayumo. Sasa ile kuishi nje ya mapenzi ya Yesu ndiyo nguvu ya shetani. Unavunja na kila siku shetani na kupindua, pindua rusha chini rusha kule, maana ana nguvu, amekumiliki amekuteka amekukamata anakunyumbisha anavyotaka yeye, maana ana nguvu dhidi yako kwa sababu ya ile dhambi unayoifanya kwa sababu ya kuishi nje ya sheria ya Mungu ya ya Mungu kuishi nje ya ya mapenzi Mungu. Unaweza ukawa na jina la kuwa hai, lakini wewe ni marehemu, ushakufa zamani. Nguvu ya shetani ni dhambi yetu, dhambi ya mwanadamu ndiyo nguvu ya shetani. Ndio maana mtu yoyote unayemwona anaishi maisha ya uoga sana, uoga ni ishara ya kwamba maisha yako sio salama mbele za Mungu, hofu na mashaka. Kwa sababu yeyote aliye na Yesu ndani ana hofu ya kutenda dhambi, sio hofu ya itakuaje, itakuaje itakuwa, ah ah, hofu nyingine na uoga wa kawaida, hanaga nitaachwa na mwanaume na huyu unajua, nitaachwa. ukiwa na Yesu ndani Ume, ume wako umemiliki yani hata fanye umemiliki ukiwa na Yesu na unaishi njia zako katika mapenzi ya Mungu. Jamani, semeni amen. Biblia inataja mwanamke anaweza kaokolewa kwa ini, kwa njia ya matendo ya mwanamke. <coughs> Nasema anaweza kaokolewa kwa matendo ya mwanamke. <coughs> maanake matendo ya mwanamke yana uwezo mkubwa wa kuokoa mwanaume kuliko yes, matendo ya mwanaume kumwokoa mwanamke. Amen. Ale. kwa hiyo hofu inatoka wapi? Unajua hivi, mnajua bahati tulionayo, maandiko yanasema hivi. Hebu sema amen. Maandiko yanasema hivi kwa kumpokea Yesu Kristo na kuyapokea maneno yake sisi tumefananishwa naye, yaani jinsi alivyo ya ndivyo na sisi tulivyo. Anaishi milele tunaishi milele, sema amina, amen. Saa ya kufa kwako, kuondoka kwako duniani, mbingu zitajua, yaani mpaka familia yako itajua. Familia yako utaona inalia kama, kama kama kama kama watu waliochanganyikiwa, inajirusharusha huko, wanapata taarifa tangu mapema kwamba Huyu mtu siku zake za kuondoka duniani zipo. Kwa hiyo faraja ya kimungu inamiliki mioyo yao, inatanda mioyo yao, inakuwa ni kama vile mchezo wa kuigiza, kumbe mtu anaondoka, anaenda kwa baba yao kwa, inakuwa na taarifa mapema. Mambo mengi yanatupata dharura kwa sababu hatuna Yesu. Yesu anasema sitafanya jambo bila kuwajulisha watumishi wangu. Kwa hiyo ukipata linalokuja linapotokea, una amani nalo, maana unaelewa na unajua mwanzo wake na unajua mwisho wake. Amina. Kuto kuwa na Yesu ndio tunaishi kwa kuto kujua itakuwaje, kesho itakuwaje, kesho itakuwaje, kesho itakuwaje hivi, itakuwaje hivi lakini waliofahamu walijua, wanaingia na Yesu kwenye tanuru la moto na watatoka pamoja, wanaingia na Yesu kwenye shimo la tumbo, kwenye shimo la simba watatoka pamoja. Walijua katikati ya dhoruba baharini, mafuriko ya dhoruba, mafuriko, mafuriko, mawimbi ni mengi, jahazi limevunjika, wanasema wanaume nisikie, ni mimi, msiogope. Mungu ameniahidi kutovuka ng'ambo kwa ushindi. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Walikuwa wanajitangua, wako pamoja na Yesu. Anayejifahamu kwamba mpaka dakika hii niko na Yesu, amani taamua ndani ya moyo wake kwamba una Yesu. Ukiona wogu na kuja, itakuaje itakuaje? Ujue Yesu ametoroka. mm -hmm. Lakini kinachomtorosha ni dhambi mm -hmm. ni wovu. Sema mimi na kwa jina la Yesu. Hey! Hey! Hey! Hey! Yesu anatamani kutulifisha uungu, ndio maana anasema tusiogope tukiwa duniani, tusiogope hofu ya ghafla, taarifa, maneno, uvumi ya mambo mabaya ambayo yanatokea duniani tukiwa na Yesu hatupaswi kuogopa. Hebu sema amina. hey! Mnisikilize, kuna kitu kinaendelea duniani, unajua mimi niko kinyume nacho, sema amina. hey! Ni, mimi niko kinyume nacho kwa sehemu, niko kinyume nacho kwa sehemu. Kuna wimbi la watumishi wa Mungu kukimbia huduma. Mnisikilize, watu wa Mungu ikiwa ni Mungu alikuongoza muonye kiongozi fulani, ukamwonya, ujue pamoja na Mungu naye na Mungu atakulinda dhidi ya huyo. Hebu sema amina, jamani, semeni amina. Kama ulienda kwa mihemko yako, ili wanione, ili nionekane, ili nisifiwe, ili niuze mtandaoni, hofu itakuja. Umekemea, lakini hofu imekujaa, hofu imekufunika, maana umekosa ulinzi wa Mungu. Yesu pamoja na kuwakemea wafalme yeah, alikuwa akipita katikati yao yeah, na akawa salama kwa jina la Yesu. Yeah. Yeah. Katika siku alizokuwa anaishi Yesu duniani alikuwa na waonya wafalme, alikuwa na waonya wakuu, alikuwa na waonya watu wengi yeah, lakini alikuwa akiwaonya kijua ni wakati wake wa kuwaonya, kwa hiyo hakuwakimbia. Hebu sema amina yeah. alikuwa katikati ya Biblia inasema kwamba alipita katikati yao; walituma watu kumkamate. Lakini wale waliotumwa kumkamata walibaki kumshangaa Yesu na hekima yake na maneno yake na injili yake maana alifunikwa na wingi wa utukufu wa Mungu. Ulinzi wa Mungu aliahia. Amen. Unajua, Eliya alikimbia, sikiliza. Eliya alikimbia kwa maelekezo. Wewe wakati umekimbia kwa maelekezo, mbona malalamiko ni mengi? Mbona manunguniko ni mengi, malalamiko ni mengi? Eliya hatusomi kwamba alipokuwa huko kwenye maficho, alikuwa analalamika na lialia hivyo. Ah. Alinyamaza kiusubiri wakati wa Bwana ili jina la Bwana litukuzwe. Hebu sema Amen. Hiyo hey, hey, hey, hey, hey, hey. Najaribu kukutazamishe kwamba udhaifu wetu ni dhambi tunayoitenda ndipo Shetani hey, hey. Anakuwa na nguvu juu yetu, anakuwa na uwezo juu yetu, anakuwa na mamlaka juu yetu, anakuwa na uwezo wa kuharibu maisha yetu kwa sababu ya dhambi ambayo tumeiruhusu, tumeifanya. Amen, amen. Hivi mnajua Mungu sio wa hasara eti? Amen, Mungu sio wa hasara kabisa. He, Mungu ana, ukitaka kuwa na maisha marefu kazana kutembea na Mungu sawasawa amen. Ukitaka kuwa na ujasiri mwingi na hodari, kazana kutembea katika mapenzi ya Mungu aliye hai. Ukitaka kuwa kwenye mamlaka juu ya viumbe vyote vilivyopo duniani, kaa sawasawa na Mungu, utakuwa na mamlaka juu ya hali zote huku duniani. Lakini ukitaka kuwa mnyonge na mwoga, mwenye hofu, maisha ya mashaka wakati wote, jisogeze mbele alafu unaishi nje ya sheria ya Mungu utasema hapa watu wakuone, uta uta utaongea wewe, utanena utapiga kelele. Utakapokuwa peke yako, hofu kuu inakuja. Maana ulisema kwa akili zako, ulionya kwa akili zako, ulikemea kwa mawazo yako mwenyewe, ili watu wakuone. Kinachotokea sasa, watu wamekuona, ndio wamekushangilia, umebaki peke yako, hofu imekuja, woga na mtetemeko vimekuja. Lakini kama ungejua nilichokifanya ni pamoja na Bwana ungeendelea kusimama pamoja na Bwana ukijua ulinzi wa Mungu umekuzunguka. Saa hiyo hakuna chochote chenye mamlaka na wewe. Amen. Amen. Dhambi yangu ndio nguvu ya Shetani, wovu wako ndio nguvu ya Shetani. Hebu sema amina. Matendo ya Mitume 19:13 19, 19. Anasema baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga nao ni wapunga pepo wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu juu yao waliopagawa na pepo wachafu wakisema, na wa, nawaapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Walikuwako wana saba wa mtu mmoja Skewa, Wayahudi kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu lakini nyinyi ni nani? Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili akawaweza, akawashinda hata wakatoka mbio katika nyumba ile hali wa uchi na kujeruhiwa. Mnisikilize, chukua huo mfano wa wana wasekewa uweke kwenye ulimwengu wa roho. Unapomkemea shetani wakati huna alama ya Yesu, ana nguvu zote juu yako ana uwezo wa kukukamata, ana uwezo wa kukulalua, ana uwezo wa kukutoa mbio. Mnisikilize, okay. Chukua huo wa mfano wa wana wa Skewa ambao walikuwa wanataka waigize kama Paulo anavyofanya, walikuwa wanamuigiza Paulo anavyofanya. Unaweza ukaigiza kama mtumishi fulani anavyofanya ukaigiza, lakini mashetani yanajua kanuni ya rohoni, yanasema wewe, sikiza huyo, wewe mtumishi tunamjua tunajua maisha yake, tunajua njia zake, tunajua mwenendo wake, lakini wewe ni nani? Wewe ni nani? Kama vile unavyosikia anasema hivi, Paulo tunamjua, na huyo Yesu tunamjua, na nyinyi ni akina nani? Wewe ni nani kutuamrisha? Maana tunakuona kwetu, wewe ni dhaifu, ni dhaifu kwa sababu ya njia zako, kwa sababu ya matendo yako, kwa sababu ya mwenendo wako, kwa sababu ya maneno yako kwa sababu ya tabia yako, wewe ni dhaifu kwetu. Tunaona uko nje ya sheria ya Mungu, uko nje ya mapenzi ya Mungu, uko nje ya kweli ya Mungu, uko nje ya njia za Mungu. Wewe kwetu ni dhaifu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Wewe unapojaribu kuamuru, kutaja jina la Yesu, haitamtisha shetani, mapepo, ulimwengu wa roho hayataogopa. Kwamba unakemea jina la Yesu, unataja kwa jina la Yesu, unavunja kwa jina la Yesu, yanajua yanaelewa kama vile vile yalivyowaambia wana hao hawasikia, ndivyo ambavyo unaweza ukaambiwa kwenye ulimwengu wa roho mm. Yaani shetani majini, mapepo, wachawi na waganga wana kutazama, sivyo? Sikiliza, ndio Yesu tunam, tunamjua ya yeah. Unaomba kama mtu fulani anavyoomba, unakemea kama mtu fulani anavyokemea, unavunja, unahubiri kama mtu fulani anavyohubiri, unaimba kama mtu fulani anavyoimba. Yule anayeimba vile tunamjua, amen. Na yule anayehubiri vile tunamjua. Yule anayekemea vile vile tunamjua. Yule anayetoa vile tunamjua. na wewe ni nani? Unatufanyia maigizo. Yana nguvu yana mamlaka yana uwezo yana uwezo ya kukukamata ya kukulalua ya na kukusababishia majeraha, ulimwengu wa roho majeraha. Ndio maana watu wengi waliokoka, wanaishi kwa majeraha, walishajeruhika nafsi zao, mioyo yao, yaani wanaishi kwa majuto, walishajeruhika. Mashetani ulimwengu wa roho yaliwarukia kwa nia moja, yakawaweza wamebaki na majeraha ya nafsi, sawa, majeraha ya mioyo yao, waliwezwa na Shetani. Nini walijaribu kuigiza? Kama wana wasekeo. Udhaifu wako wa kutenda dhambi ndio nguvu ya Shetani. Amen. na nguvu yako ya kutembea katika haki ndio udhaifu wa Shetani. Amen. Unapoishi katika mapenzi ya Mungu, katika maagizo ya Mungu, katika sheria ya Mungu, vile Mungu apendavyo. Akisema hiki sitaki, acha maneno, maneno mengi Acha longolongo -longo nyingi jiti, kujitetea tetea kwingi. Unajua, Mungu anataka tuishi kama wanajeshi kwake. Akisema hiki hapana, hataki arudie arudie mara mbili mara tatu. Sasa wakati unatumia muda mwingi kujiuliza, ndipo shetani ana nguvu juu yako ana uwezo juu yako ana mamlaka juu yako, anakumiliki ulimwengu wa roho na kutawala, na ndio maana anakutumikisha apendavyo yeye, akiamua leo nataka nimfarakanishe na mtu fulani, na kufarakanisha hakuna wakupinga, utavunja, utakemea, utafarakana tu, maana ana uwezo juu yako. Akiamua leo, huyu mtu nataka nimtendeshe, dhambi azini tu leo, utakemea, utavunja, utafanyaje? Anakuzinisha tu kwa sababu ana mamlaka juu yako, hautii mapenzi ya Mungu aliye hai sema leo namuondolea amani toka asubuhi mpaka jioni, huyu mtu namuondolea amani, anakuondolea. Haijalishi ulivunja na kuharibu, maana anajua ni udhaifu, sio mtii wa neno la Mungu, sio mtii wa sheria ya Mungu, utembee katika maagizo ya Mungu, anakufanya apendavyo yeye. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Jamani, semeni amina kwa jina la Yesu. Lakini yule aliyemtii juu ya Mungu, mtii juu ya neno la Mungu na maagizo yake na, na maelekezo yake yeye yeah, yeah. Biblia inasema kwamba awapo tu anataka tu awaze aseme shetani nakukemea shetani ashafyata mbio alishafyata mkia anakimbia ile kuwaza tu shetani anakimbia nini ile hofu juu unachokisikia juu ya Mungu mapenzi ya Mungu nia yako juu ya Mungu kusudi lako juu ya Mungu tafuta kumpendeza Mungu sio wanadamu jamani hebu He sema amina tunapotaka kundi kubwa la watu litukubali litu, litu ndipo unakuwa ni mwanzo wa kulegeza kutembea kwenye maagizo ya Mungu kwa sababu utafanya utajikuta unataka kufanya kila watu wanataka sio kile Mungu anachotaka yeah. Wanadamu ndio wa wanaanza kukuongoza sema amina Amen. wanataka kukuongoza mimi natamani kuwa na mamlaka juu ya shetani yeah. kuyatunza maneno ya Mungu na kuyaishi na kuyatenda anasema fikirini sana yaliyo juu, Mungu aliko. Maana yake tunatumia muda mrefu sana wa kufikiri tutakula nini, tutakunywa nini, tutavaa nini, mtu yule yuko hivi na yu hivi. Waza mapenzi ya Mungu, waza kusudi la Mungu. Amekuagiza nini? Mungu amekuamuru nini? Mungu anakuongozaje? Anataka ufanye nini? Hayo ndio ya kuwaza na kutumia muda mrefu. Watu waliowaza hivyo walikubali kuingia sala kwa mambo ya duniani walikubali kutengwa na wanadamu, ndipo walipata nafasi ya kukaribia Mungu, na Mungu akawa karibu nao amen. Kitendo cha Mungu kuwa karibu nao na kuishi nao siku zote amen. Wana mamlaka dhidi ya mapepo, wana mamlaka dhidi ya wachawi, wana mamlaka dhidi ya wafalme walio kinyume chao, wana mamlaka kila eneo la mamlaka na utawala kwenye ulimwengu wa roho. Wanaishi kwa ushindi kama wana Mungu wao, wow, wanamiliki duniani ni kama vile mbinguni amen. Maana wanatembea na neno la ahadi Ufalme wako uje hapa duniani, mapenzi yako yatimizwe hapa ya duniani kama huko mbinguni. Unajua, tumepewa nchi kuitawala. Hebu sema amina. Mimi sijajua hofu yangu, natamani siku zote nilipi limpendo hiyo, huko ndio tuwekeze bidii ya kufanya inayompendeza Mungu, ili tusiwaogope wanadamu, tusimuogope Shetani, tusiogope mifumo, tusiogope utawala, tusiogope kila kitu, tusiogope. Mamlaka ya Mungu ndio iamue kwenye maisha yetu. Ni ajabu sana kwa mmeokoka na msema mchawi kama vile nini? Yaani, mm, unamwogopa. Yaani mchawi, jamani, mchawi hana kitu. Yesu alishasema yule mwovu hatatugusa, maana tunaguswa guswa wakati tumeambiwa hataguswa. Amen. Amen. Amen. Amen. Saba. Yohana wa kwanza, Waraka wa kwanza wa Yohana tano msali ule wa kumi na sita Anasema hivi, mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima, kwa ajili ya hao watendao wa dhambi isiyo ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti? Iko dhambi iliyo ya mauti. Sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hili. Kila lisilo haki ni dhambi. Kila lisilo haki ni dhambi. Hebu sema kila lisilo haki, kila lisilo haki ni dhambi. Kwa hiyo kwenye maisha yako, kwenye maisha yangu, lazima nifikiri juu ya lililo haki na lisilo haki, ili lile lisilo haki niliepuke, na lile lililo haki kwangu nilifanye. ninapofanya shetani awe dhaifu kwangu. Ninapofanya lisilo haki mbele za Mungu, ninamfanya shetani awe na nguvu dhidi yangu. Kinachotokea ni kwamba, mstari wa kumi na nane, twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Hebu sema, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa hiyo hujilinda wala wala yule mwovu hamgusi. Hujilinda wala yule mwovu hamgusi. Ukiona uovu umetajwa kwako, shetani mkubwa, sababu uovu ule ndio shetani. <tikin> Okay, ila ukiona uovu wote hautaji kwako ilivyo haki ujue Mungu hakugusi, ukitajwa kwa uongo ujue shetani amekugusi; tafsiri yake ni kwamba hujazaliwa na Mungu. Ukiona inakufuatilia tuki ila uongo na uzushi unafuatilia maisha yako, tafsiri yake ni kwamba hujazaliwa na Mungu anayekuona wewe nasema namna gani? Hebu sema mimi. Amen. Kwa hiyo kilichozaliwa na Mungu hakitendi. Amen. Kilichozaliwa na Mungu hakitendi dhambi. Kwa hiyo yeye atendaye dhambi haijazaliwa na Mungu, wala hakumwona Mungu. Hapo ndipo shetani anazalisha mafundisho

yule mwovu haugusi. Ukiona guswa guswa guswa guswa, ujue kabisa ya kwamba yule mwovu alishabushia. Mm. Inawezekana Yesu alizaliwa ndani yako kabisa, ulizaliwa ukawa kiumbe kipya lakini ukafa kwa kutokutii mapenzi ya Mungu na kutembea katika njia za Mungu na kutii sheria yake, ukafa. Umebaki na jina la kuwa hai, lakini wewe ni marehemu. Sifa za watakatifu ni amani, ni furaha, ni ushindi, ni kumtimiza mapenzi ya Mungu kila itwapo leo. Unajuta unapoona unafanya kiziti cha Mungu, unajuta unaomboleza

kwa chonza hapa amefiwa na mtoto wake. Kwa hiyo mara baada ya ibada twende tukaone, na nasikia mazishi ni saa nane, utakuwa ni vizuri kwenda kushirikiana nao mara baada ya ibada hii. Amen. Amen. Amen. Yo, mkono wako juu, tunafunza neno la Mungu ya kwamba aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi, aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi na wala ile mwovu awezi kumgusa kwa sababu hiyo emsema Bwana Yesu, naweza kuwa na na na hai na jina lililo hai, lakini kumbe umekufa ndani yangu yango. E Bwana Yesu, e Yesu, ninaufungua moyo wangu tangu, e tangu sahii kwa kuwa nimelisikia neno lako ya kwamba dhambi yangu ndiyo nguvu ya shetani na nguvu yangu ya kutenda mapenzi yako ya, na sheria yako ndio udhaifu wa Shetani. Ninafungua moyo wangu na kupokea, e Yesu, usaliwe tena kwa upendo ndani yangu, kwa kuyafanya mapenzi yako na kwa kuwa na hofu kwa kwa ya kulitii neno lako na kulifanya katika mapenzi yako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ile dhambi yes, na mzigo yes, ulizingao kwa uyopesi ee yeah. Bwana hey, Yesu yeah. nipe uwezo wa kutua wow. ili dhambi yes. isitajwe kwangu tena kwa jina la Yesu. Wovu sitajwe kwangu tena kwa jina la Yesu yes. dhambi sitajwe kwangu tena kwa jina la Yesu yes. Maana dhambi ikiwa kwangu vulifanya dhaifu zidi ya Shetani dhidi ya uovu ibilisi na majeshi yake. Ee Bwana Yesu, nipe kuwa na nguvu.